Sasa hili ni moja ya madaraja ambayo yalikuwa yajengwe kwa sababu katika kipindi cha mvua na chale, kwa madaraja kama haya nadhani hii tokea ilikuwa ni mwendelezo, lakini kumekuwa na changamoto naambiwa tangu barabara hii imekuepo, ambayo ni barabara ya miaka hiyo ya mkoloni na ilikuwa imejengwa ya drift hapa chini ambayo mpaka sasa hivi ipo, ambayo hata mvua ikinyesha hamna, tumewasikia wananchi kwamba katika kipindi chote mvua ilikuwa ikinyesha hakuna mawasiliano kati ya kijiji cha Chilonwa, mm, na kijiji cha Nzali, na hivi ni vijiji vimoja ambavyo vimetenganishwa tu na, na ili bonde sekondari iko huku. Kwa hiyo ikinyesha, hakuna hakuna mawasiliano, lakini serikali katafuta fedha, Mheshimiwa Rais akawezesha miradi hii kutekelezwa, miradi mingi ambayo takriban nchi nzima inakwenda kwenye bilioni 800 na huu mradi una bilioni zaidi ya kumi na nne kurahisisha mawasiliano ambayo alikuwa na katika katika kipindi chote cha mvua. Sasa ukiangalia ujenzi, nadhani ujenzi umekwenda vizuri, tuko hatua nzuri na naambiwa tarehe 30 wanatakiwa wakamilishwe mwezi Desemba wakamilishwe. Eh, tunaona ubora unaonekana. Sasa kwenye hizi hatua za mwisho ni muhimu sana hasa ambapo wako sasa kuhakikisha kwamba hizi nguzo zinakaa vizuri kwa sababu maelezo ni kwamba e, watu ambao pengine hawajafika hapa wajue tu kwamba hapa Nzali na Chilonwa <tune> tunaambiwa wananchi kwamba ndio maji yanayotoka bwawa la Hombolo, <tune> lakini ieleweke pia kwamba maji yanayokwenda bwawa la Hombolo ndio yanayokusanywa mji mzima wa Dodoma, yanakuja Hombolo, yanakuja kupita hapa Nzali Chilonwa yanakwenda eneo maarufu cha Linze Nyama. Eh, kuna hizi approach roads ambazo mmeinua kuzuia ili daraja liwe jembamba, lakini eneo ni kubwa sana ambalo limejengwa kwa maana zaidi ya kilomita moja na nusu. Sasa mimi niwaombe wenzetu wa CHICO Tee. Tee. wakabidhi mradi huo tarehe Mheshimiwa naibu waziri, daraja hili litakuwa na manufaa makubwa sana, kwani lipo katika barabara inayotokea Chamwino ambayo inaunga na barabara hii inaunga na barabara kuu ya Morogoro, na kwa, kwa upande wa huku inaenda mpaka Dabalo Itiso baadaye inarudi Chenene ambapo ndio inaungana na barabara ya Arusha. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana kwa hiyo kwa, kwa serikali kuamua kutatua changamoto hii, tunaamini utatosheleza wingi wa maji ambao unakuja katika eneo hili, na hivyo kurahisisha shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi. Waziri, utekelezaji wa mradi huu mpaka sasa umefikia asilimia tisini za utekelezaji na kazi zilizobakia ni kama hizo tulizoziongelea lakini vile vile timu ya supervision ya teku ya mkoa ipo karibu kwa ajili ya kusimamia kazi zilizobakia na kuhakikisha zinafanywa kwa ubora na kukamilika kwa wakati kwa muda huu ambao umebakia. Leo ni amwe kukagua barabara ya, ya mzunguko wa nje ya mji wa Dodoma yani Dodoma Outer Ring Road. Ni baada ya kuona kwamba mji wa Dodoma sasa hivi kumekuwa na magari mengi sana. Na kwa nini hizi barabara ambazo tumezijenga za mzunguko zisitumike? Na hicho ndio ulikuwa msukumo mkubwa, na baada ya kukagua, nadhani kuna mambo ambayo tunatakiwa muyafanye watu wa Tanroad na watu wa mkoa wa Dodoma, Tanroad lakini makao makuu Barabara hii hapa tulipo ni Mtumba, na pale mbele kabisa, kama nadhani hata kilomita moja ifiki, ndo barabara ambayo ni junction ama makutano ya barabara ya Dar es Salaam ma Dodoma kwenda huku Veyula kwenda Arusha Road ambako tumekagua barabara imekamilika yote, kwa maana ya barabara ya kutembea, yani lami imekamilika, lakini vilivyobaki nadhani ni kuweka alama za barabarani, alama za usalama, kuweka taa za nje, lakini pia kuweka maeneo ya kutembelea ambayo hayazuii magari kutembea juu, kutembea kwenye barabara kwa sababu barabara kimsingi imekamilika. Na hata wajenzi ambao ni CCCC wamekiri kwamba barabara kutokea hapa Mtumba kwenda Arusha Road pale Veyula kwenda Nala imekamilika. Naibu waziri tuko hapa eneo la Mtumba ni sehemu ya, ya barabara ya Dodoma Outer Ring Road, barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma. Hii ya mzunguko ina jumla ya kilomita mia moja kumi na mbili nukta tatu. Inaanzia Nala Veyula, na kuja hadi hapa Mtumba, naenda Ihumwa Dryport, Matumbulu, na kurudi tena Nala kukamilisha mzunguko huu wa kilomita 112.3. Mradi huu unatekelezwa na wakandarasi wawili wa kampuni za Kichina. Pakeji ya kwanza inatekelezwa na mkandarasi CCC, ambao ana sehemu ya barabara yenye urefu wa kilomita 52.3. Kile sehemu iliyobakia ya kilomita 60 inatekelezwa na mkandarasi AVIC. Utekelezaji wa mradi huu unaendelea vizuri kama unavyoona, Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa kwa ujumla iko kwenye asilimia 9 93 ya utekelezaji.